Einaomba umsindikize shemeji yako tafadhali, June alinambia. Kaka, e haina tatizo kaka, nikamjibu. Niliingia chumbani na kuwaza sana namna nitakavyofanya ili nisijikute kwenye vishawishi ambavyo nimekuwa nikivipata kutoka kwa shemeji yangu yule. Baada ya kujiandaa, nikaondoka na kwenda kuchukua funguo kwa kaka, kisha nikaingia kwenye gari nikimsubiria. Dakika chache akatoka na kisha akarudi tena ndani. Kama kawaida ya wanawake, kujiandaa huwa kunachukua muda mrefu sana. Ndivyo ilivyokuwa kwa shemeji. Alipomaliza, aliingia kwenye gari na kisha nikawasha na kuondoa gari taratibu sana. Kaka alinipendea kitu kimoja kwenye uendeshaji wa gari, nilikuwa makini sana. Shemeji alipoingia kwenye gari na kukaa, kanguo alikokuwa amevaa kalikuwa kafupi sana na kakapanda na kuyaacha mapaja yote wazi. Nilijikuta kwenye wakati mgumu sana kuyaepusha macho yangu ili nisiangalie yale mapaja meupe yasiyo na doa. E, ila kaka ananitafuta ubaya tu. Kweli unamwacha mkeo atoke kwenda matembezi na kanguo kadogo hivi? Da. Basi tu niliwaza mwenyewe. E, vipi shem? Mbona una aibu hivyo? E, hapana shem, mbona kawaida, nikamjibu. Niliendesha gari taratibu tukielekea katikati ya mji ili shemeji afanye shopping zake. E shem, nikwambie kitu kizuri, akauliza. Shem, e niambie, shemeji yangu, nikasema. E, unajua kuwa kaka yako wiki ijayo anasafiri? Akasema, e sijui, ila hilo kwani ni jambo zuri? Nikamuuliza, e af wewe shemeji, sijui akili yako ikoje he. hivi nifanye nini ujue na kupenda, akasema e, kati ya kaka na mimi unampenda nani? Nikamuuliza inakupenda wewe. Akasema i, inabidi upimwe wewe, sio mzima, yaani unapenda mtu mwingine tofauti na mumeo wa ndoa, unakichasi bure. Nikasema e, shem acha utoto, kwani mimi dada yako? Au unafikiri haitaingia? E, mjaribu uone kama itagoma kuingia. Akasema E, lakini si unajua kuwa wewe ni mke wa kaka yangu? Nikamwambia e, kwani kaka yako akiingiza huwa anaachamo alama? Acha ushamba wewe, haya mambo yapo. Kula vitu wewe, hivi unafikiri nikiamua kukuchukia utaishi hapa? Sasa utake utanigonga, usitake utanigonga, subiri kakako aondoke. Akasema e, simamisha gari. Akafoka, nikasimamisha gari pembeni ya barabara nikashangaa akijinyofua upande wake, kisha akaleta mdomo kwangu na kulazimisha denda. E, utaacha lini ujinga huu shem? Nikasema e, sasa sikia, nataka unipe denda kwa kupenda kwako kwa dakika tatu mfululizo. Kama hutaki, tukirudi nyumbani nitamwambia kakako kuwa ulikuwa unanishika mapaja tukiwa kwenye gari na unaniambia akiondoka utanibaka. Akasema, nikashikwa na mshangao nilijikuta kwenye wakati mgumu sana wa kimaamuzi juu ya lile swala e, unajua nilishachoka kukubembeleza. Jua unaishi kwangu, kila kitu unachofanya ni kwa pesa yangu. Mimi nakuomba unipe mara moja, unajifanya mjanja sio? Aliongea kwa jazba shemeji mpaka nikaogopa. E, shem, nikupe nini jamani? Nikauliza. E, nataka kulionja penzi lako, nakuahidi mara moja tu na sitarudia tena, akasema Niseme ukweli, tangu nimezaliwa nilikuwa nimeshatembea na msichana mmoja peke yake kule kijijini kwetu, hivyo alilotaka shemeji, hata raha yake sikuijua sana, ndo maana nikawa na shangaa alivyokomaa i. E, lakini shemeji, kaka mbona ni shababi na mnafanya, ina maana huridhiki? Nikamuuliza. E, sitaki umwongelee kakako hapa umesikia? La! Akafoka. E, samahani basi shem, nikamtaka radhi. E, jun, natoa simu hii hapa na hesabu mpaka tatu uwe umenikumbatia na kunipa denda moja. Alitoa simu yake na kisha akaanza kuhesabu. Mbili, eh. Nilijikuta kwenye wakati mgumu sana wa kimaamuzi juu ya lile swala. E, tatu we. Hakumaliza kusema nikamkumbatia. Alinipokea mzima mzima na kusogeza mdomo wake karibu na wangu, kisha akalazimisha kuzamisha ulimi wake kwenye mdomo wangu. Sikuwahi kufanya kitu kama hicho, hivyo nilipambana mpaka akashindwa kutimiza azma yake. Iwe vipi? Akafoka kwa hasira e, mimi naona kinyaa bana. Nitafanya unachotaka, ila hili nisamehe, nikasema. Ukweli tangu nimezaliwa sikuwahi kupewa denda na mtu yeyote yule, hivyo niliona kama kinyaa kufanya hivyo shem. Na muda wote uliokaa hapa mjini bado ni mshamba? Hivyo akasema. E, hata kama bana, mimi sijazoea, nikasema. E, kwa hiyo unamaanisha wewe bado ni kuku wa kienyeji? Akauliza. E kuku wa kienyeji kivipi? Sijakuelewa. Nikasema e, ina maana haujawahi kufanya mapenzi? Akauliza e, mapenzi nilishafanya mara moja, ila hayo mambo mabaya unayotaka mimi siwezi, sijazoea. Nikamjibu e, jamani, nasikiaga kuku wa kienyeji watamu sana, he? Da, nashukuru kukupata, niahidi kakako akiondoka utanikuna. Basi akasema E af, mimi sipendi uniite kuku wa kienyeji bana. We umeomba mara moja bana, mimi nitakupa mara moja tu afu tunaacha. Nikasema e, jidanganye, ukionja utaacha. Nikupe ile mikao ya mdodoso afu nikugeuzia chuma mchicha nije kukumalizia na popo kanya mbingu, afu useme utaonja mara moja tena. Kuku mwenyewe wa kienyeji, subiri tuone. Aliwaza shemeji peke yake Ii, usijali ni mara moja tu na hatutarudia, endesha gari twende, akasema. Kwa akili yangu ya kijinga na kishamba, na mimi niliamini kweli kuwa tutafanya mara moja kisha tuache. Nilimwendesha mpaka katikati ya mji kisha nikamsindikiza kwenye maduka yote aliyokuwa anafanya shopping. Nilishangaa kuona ananunua nguo za ndani za kiume. ishem huoni aibu kununua nguo za kiume? Nilimnongoneza. iwe kweli kuku wa kienyeji cha ajabu nini? Akasema kwa sauti mpaka nikaona aibu. Tulipomaliza ile shopping, tulirudi kwenye gari. Kabla ya kuondoka, e, nimekununulia zawadi mpenzi, akasema. E shem bana, mimi tena mpenzi? Acha bana, sio vizuri, nikasema. Akatoa zile bota na kunikabidhi. E acha ushamba, kuku wa kienyeji, nataka uwe kuku wa mayai. Hizi ni za kwako, utazivaa siku ya gemu yetu. Nakumbuka tukiwa wenyewe niite mkeo akasema. Nikashikwa na mshangao. Itaendelea. Kama umeipenda, andika kwenye comment, pia usisahau kusubscribe.